Leo ningependa niwaelekeze jinsi ya kupaka wanja, na vifaa ambavyo unatakiwa huwe navyo ni spura au eyebrow brush kwa ajili ya kuchania nyusi zako, concealer kwa ajili ya kuhep au your eyebrow, uwanja wako powder, wapoda wa pencil au wajel, pamoja na ngb kwa ajili ya kupakia na concealer brush. Sasa twende kazi. Kwanza kabisa unatakiwa uzichane nyusi zako zifuate direction, kama hauna nyusi nyingi ya ina haja. Pili, unachukua brush yako uh, ya kupakia wanja, unaanza kupaka mwanzo wa nyusi zako mpaka nyusi zako zinapoishia. You underneath of your eyebrows, you have to underline. Then unakuja kupaka wanja wako juu ya nyusi zako unaunganisha pamoja na wanja ule uliopaka wa chini. Kwa hiyo una create like a, um, like a wing tuseme, kisha unaujazia wanja wako kutoka mwanzo wa kati. Kinachofuata unachukua uh, spura yako au um, uh, eyebrow brush yako unazichana nyusi zako au unawasawazisha wanja wako na kwa nini sija sija huku mbele sijaujazia? Kwa sababu sitaki uonekane fake naao, sitaki kwanza wanja wangu uonekane umejaa kuanzia mwanzo. Napenda wanja wangu uonekane huku mbele umepoa, nyuma ndio umekuwa umetokeza. Kwa hiyo kinachofuata unachukua concealer yako, una underline au una shape your brow kwa kutumia hiyo concealer. Unachotakiwa ni concealer ndogo tu, wala sio concealer kidogo, wala aina haja ya kujaza nyingi. Na kama wewe ni mtu wa kujaza concealer nyingi, basi nakushauri kwa juu usitumie same concealer, inabidi utumie concealer ambayo inafanana na skin color. Your skin color yako, kwa sababu ukitumia nyingi concealer au kutumia concealer nyeupe, basi your eyebrows zitaonekana fake lakini kama unatumia kidogo tu na kuisawazisha vizuri kama mnavyoona, basi wala haitaonekana fake. Kwa hiyo unaisawazisha vizuri, ili isionekane kama ume- kuna kitu chochote ambayo umefanya. Yani inatakiwa ionekane natural eyebrows. Umeona tofauti kati ya huku na huku, huku akiwa bado sijapaka na huku nikiwa nimepaka. Unatumia tu kidole, kidole kwa kusawazisha. Okay, done, na huo ndo mwonekano wa eyebrows zangu, just simple and quick. Natumaini mtakuwa mmeelewa somo. Karibuni sana katika channel yangu, msisahau ku thumbs up, comment, like and do subscribe. Love you guys. See you in my...